Nam mtazamaji wa Faida Online TV, kuna baadhi ya wanawake wana mambo ya kishetani kuliko shetani mwenyewe, wana ukatili uliopitiliza. Kuna watu ambao wanahangaika kila itwayo leo kwenda mpaka kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kupata ujauzito na wapate watoto, lakini leo hii mtu anapata ujauzito, anapata mtoto, anajifungua, alafu anaamua kumtelekeza. Faida Online TV, watu wa fildi, leo tumetembelea kwenye kijiji cha Namahyataka Barabarani kinachopatikana kwenye kata ya Nanguruwe, halmashauri ya wilaya Mtwara, mkoani Mtwara, kwa lengo la kushuhudia tukio linalomhusisha mama ambaye hajulikani, amejifungua mtoto na akaamua kumtelekeza porini, tena kwa kumchimbia shimo, lakini baadaye mtoto huyo akaja akafukuliwa na mnyama mkali, na aka akamtafuna upande, lakini pia akamburuza kutoka upande mmoja wa barabara mpaka upande mwingine hiyo yote ni kuonesha kwamba kuna tukio limetokea, na wananchi wa Kata ya Nanguruwe wakaona kilichotokea na kukusanyika hapa kushuhudia kile ambacho wamekiona. Kila mmoja amekuwa na namna yake ya kuzungumza eh, akielezea kile ambacho amekiona na namna alivyoguswa tukawasikilize baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao wakielezea ya kwao ya moyoni baada ya kuna tukio hili. Mimi naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field. Lakini pia Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara wamefika hapa kwa ajili ya kuweza kufuatilia tukio hili. Kwa majina naitwa Sofia Abrahmani Musa Majavila, ni mkazi wa Namakata Barabarani mesikia taarifa hii mama, mwanamke mwenzako amejifungua na anakuja kutelekeza kichanga hiki, wewe unajisikiaje? Mimi najisikia vibaya sana. Kwanza nimesikia wakati nipo nyumbani kwangu, lakini roho ikawa haikuni haikunipa moyo kusema nikae nyumbani, nikakimbilia kuja ku, ku, ku, kuangalia tukio hili hapa. Yaani ni vibaya sana vibaya, vibaya sana kama ingewezekana mwanamke huyo kama ingeonekana, ingechukuliwa hatua kali eh. Na umejionea hali jinsi ilivyo pale kwenye lile shimo? Nimejionea mimi mwenyewe. Kwa hiyo inaonekana huyo amejifungua usiku, yani huyu anavyoelekea amejifungua usiku alafu pale tunaposema alifanya hivi akaja kuchimbia, yani pale pana muonekano wa kusema amejifungulia pale pale eh. Sasa unahisi vifaa vya kuchimba shimo au vikao alikuwa amepata wapi? Sijui hizo ni akili zake mwenye mwanamke, hmm. Lakini wanawake kwa kweli ni wakatili. Huyu mama ni katili sana hmm. Una chochote cha kuambia wanawake wengine ambao pengine wanaweza kuwa na tabia kama...? changu wasifanye hivyo, hii ni hatari. Dunia inajengwa na watu, watu wenyewe ndio kama hao wanezaliwa, wengine wanakufa, wengine wanazaliwa eh. Jina langu naitwa Jacob Chance Mapunda ni mkazi wa kijiji cha Nanguruwe kitongoji cha Michenji yeah. Umekuja kushuhudia tukio hili uh, wewe kama mkazi wa kata hii ya Nanguruwe, umejisikiaje kuona tukio hili limetokea, mekuja kushuhudia hili tukio hapa? Kwanza ni kitu ambacho kimenisikitisha Hili mara nyingi sana najua kwamba yule mtoto ambaye anakua amepata huo ujauzito, inawezekana yule alikuwa anashirikiana naye, inawezekana kutokuwa na mawasiliano mazuri ya kupendana, inaonekana kama yeye alikuwa amelazimishwa. Na swala lingine ni kwamba yee mwenyewe, kama mwenyewe ambaye alikuwa na huo ujauzito, alikuwa amepata huo ujauzito katika hali ambayo yeye mwenyewe hakuwa tayari kuwa na ujauzito, alipoona kwamba huduma hazipatikaniki, ndo matukio kama ya huwa yanatokea mm. Sawa, una ushauri wowote kwa watu ambao wamekuwa kifanya vitendo kama hivi e? Ushauri wangu ni kwamba unapotaka kuwa na hali kama hiyo, natakiwa kwanza uwe na maamuzi sahihi. Kwa jina naitwa Faiza Jafari Liawile kutoka Nanguruwe, mtaa wa Michenji mnalani Kini. Hali ambayo umeishuhudia hii leo, unajisikiaje kama mwanamke? Kama mwanamke najisikia ni vibaya sana kwa sababu wapo wengine wanahitaji watoto na bado wanaendelea kumuomba Mungu wawapate watoto, ila mpaka sasa hivi mpaka, mpaka sasa hivi bado hajapata watoto. Ila sasa mtu unabahatika kuwa na mtoto Mwenyezi Mungu kukujalia, unaonyesha kuwa na hali ya ukatili kama hii hmm. Mtoto huyu ni mwenye jinsia gani? wa kike kiume? ni wa kiume, labda kwamba Mwenyezi Mungu angemjalia angesoma, angetunusuru kwenye maisha haya, sio hapa na nguruwe, hata na kijiji kingine. Nakushukuru sana, asante kwa majina. Naitwa Saidi Faida, mwenyekiti wa kijiji cha Namahyataka Barabarani, kata ya Nanguruwe. Hili e, tukio limefanyika usiku kwa namna tulivyoona, kwa sababu hatujapata ushahidi rasmi. Kwa hiyo hiki kitoto kichanga kimefukiwa hapo kime, wamechimba kidogo, akamfukia kwa hiyo baada ya kumfukia Sio kimbwa kidudu gani kikaja kikamfukua ikaja kumtupa hapa pembe ya barabara. Na tukio kama hili wewe kama mwenyekiti unalizungumziaje? Nimesikitishwa sana kwa sababu sijategemea kama kuna mwananchi atakuwa na mazingira kama hayo. Kwa hiyo sijapenda. Kwa hiyo tunapeleleza tu tuangalie ni nani aliokawa na mimba kwa upande huu ili tujue tunafanyaje. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya masaa kadhaa kupita, kwa uwezo waliokuwa nao jeshi la polisi mkoa wa Mtwara wamefanikisha kumkamata Mwanamke ambaye anadhaniwa kuwa ndiye aliyefanya tukio hilo la kutelekeza kichanga hicho anafahamiwa kwa jina la Kurusum Juma mwenye umri wa miaka 20, ambaye mwenyewe ni mkazi wa kijiji hicho cha Namakata barabarani. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Issa J. Suleimani amethibitisha kutokea kwa tukio hilo alipozungumza na Faida Online TV kwa njia ya simu. Halo, halo kamanda, habari za mdau? Ndiyo, njema, njema. Kuna taarifa kutokea kata ya Nanguruwe kijiji cha Namakata barabarani kutelekezwa kwa kichanga usiku wa jana kuamkia leo. Sasa hivi ndio imetokea, ndio kichanga hicho kimekutwa hapo? Ndio. Kwa kimeshafariki dunia. Naam. Na, na mesewe tu kwamba alifanya hivyo tayari, yuko mkono wa jeshi la polisi. Okay. Aha. Na pengine baada ya kuulizwa amesema alifanya hivyo kwa sababu gani? Ah, kimsingi hana sababu ya msingi kwa sababu katika mazingira ya kawaida yote, hakuna sababu ya msingi ya mtu kuzika kichanga ndio, aidha akikuwa hai au kimekufa, akafanya hivi. Kama angekuwa kimekufa, taratibu za mash- mazishi zingefanyika. Mmhm, aka kimekuwa, akikuwa hai basi angeendelea kumlea. Kwa hiyo hakukuwa, naajua hana sababu ya msingi. Sawa, una wito gani, pengine kwa wananchi? Hasa ni kitendo kibaya sana. Naam, kila mwananchi au kila -mwanadamu ana haki ya kuishi. Moja katika haja ya msingi kabisa ni ya kuishi, ndio kwa yeah, hiyo wanawake wanapopata ujauzito wakazaa watoto kwa kumbuka mwana wao alizaliwa, naam, na bila kutunzwa usingefika hadi wao kuzaa. Kwa hiyo wito hmm wangu ni kwa wanawake wote na watanzania wote na watu wa Mtwara wote kwamba kama wanapojifungua mtoto waweza wanamtaka au hawamtaki naam, bado wajua kwamba wewe mtu ni mtu, mtu, mtu kamili na ana haki ya kuishi na kufanya vinginevyo kutoa maisha yake, basi ni kosa la jinai na hatua itachukuliwa dhidi yake. nikushukuru sana Kamanda. Okay, Asante. Asante. Mtazamaji wa Faida Online TV, tumezungumza na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Namahyataka barabarani tena, ndugu Saidi Mosa Faida, ambaye anasema baada ya mahojiano ya muda mrefu mwanamke huyu amesema aliamua kufanya tukio hilo kutokana na ugumu wa maisha, kwani alielekea eh, katika mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya maisha, hapa na pale akakutana na mwanaume ambaye alimzalisha watoto wawili, na huyu alikuwa ni watatu. Hivyo alivyorudi nyumbani, akaona bora amtelekeze mtoto huyu, ili apate nafuu ya kuweza kulea watoto wengine wawili, e yeah. Mimi nawe tuulizane, hii inaweza ikawa ni sababu kubwa ya leo wewe mama kumtelekeza mtoto wako ambao umemweka tumboni kwa miezi tisa? swali hilo nakuachia wewe kama mzazi, utafakari kwa kina, inaingia kilini. Huenda mtoto huyu leo angekuwa kiongozi mkubwa wa taifa hili, lakini ndoto zake zimekatishwa na mama yake mzazi ambaye amemtunza kwa miezi yote tisa. Inaumiza.